Tunamshukuru pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake makubwa, lakini kwa kuruhusu taasisi zisizo za kiserikali na zile za kimataifa fanya kazi kwa uhuru kwenye nchi yetu. Matunda ya uhuru huo tumeyaona kupitia Red Cross na Red Crescent kwa misaada hii. Lengo la kwanza ni kuwashukuru, lakini la pili ni kuwaomba. Umetufanyia haya, lakini ndani ya mkoa tuna uhitaji mkubwa Serikali imefanya kazi kubwa katika sekta hii ya maji na sekta nyingine. Mnachokifanya nyinyi ni kukomplimenti ile gepu iliyoachwa na serikali. Kwa hiyo tuzidi kuwaomba mtusaidie katika maeneo mengine yenye uhitaji. Mkoa wa Ruvuma umebarikiwa kuwa na vivutio lakini pia fursa za uwekezaji. Ni uombe ubalozi wa Uturuki unapopata wageni ambao wanakuja kuangalia fursa, msiache kuwaleta katika mkoa wetu kwa, na sisi tunazo fursa mbalimbali na mazingira mazuri ya kiwekezaji. Mwisho ni kuhakikishie Mheshimiwa Rais wa Red Crescent kwamba visima hivi tutavilinda, tutavihifadhi kwa nguvu zetu zote ili viweze kutumika kwa vizazi hivi na vizazi vijavyo, kwa sababu ni mradi ambao unaongeza afya, unaongeza ustawi, lakini unatengeneza utulivu katika taifa letu, katika mkoa wetu ili kupitia upatikanaji huo wa maji na nchi wetu sasa waweze kufanya shughuli nyingine za kujipatia kipato. Kwa visima vimechimbwa katika shule tano kama ifuatavyo: shule ya msingi ya Maguu, shule ya msingi ya Rupiringa Kwera, shule ya sekondari ya Mkumbi na shule ya sekondari ya Mkako, ambapo tutoko hapa leo, lakini ikiwa ni mwanzo mwema, ikiwa ni kuunga mkono jitihada za serikali ya ume sita ambayo imeamua kumtoa mama ndoo kichwani na kupeleka huduma ya maji vijijini na vijijini, lengo ikiwa ni kusaidia idara ya serikali kuongeza upatikanaji wa huduma safi ya maji safi na salama kwa wanafunzi na wananchi wanaozunguka shule hizo, ambapo visima virefu vyenye urefu wa mita mia moja na ishirini mpaka 180 kwenda chini vimechimbwa na kufungwa pampu, pamoja na kisima kimoja kimejengwa mnara ambao umewekwa tanki la maji, simtanki lenye ujazo wa lita elfu kumi pamoja na kuweka bomba kwa ajili ya wanakijiji miradi hii gharama zake kama milioni mia nne na kwenda juu. Kipekee naomba niwashukuru sana ndugu zetu wa Red Cross Uturuki, Profesa Fatma, tunashukuru sana. Mradi huu una manufaa mengi sana kwa ndugu zangu wa hapa Mkako. Hapa Mkako kuna changamoto ya maji, na ndio maana nikasema ni muhimu tuanze na hapa sekondari, kwa sababu watoto wetu wanapambana, wanasoma hapa. Serikali inayo miradi ambayo inaifanya kwenye sekta ya maji, lakini tunapopata wadau kama hawa, kwa kweli wanachangia kwenye jitihada kubwa sana za serikali ya awamu ya sita.